Aliyekuwa msemaji wa timu ya Yanga ameweza kufunguka kwa mara ya kwanza na hii ni kutokana na tetesi ambazo zinaendelea mpaka sasa mtandaoni kuhusiana na hatima yake ya shauri ambalo aliitwa huko katika kamati ya maadili ya TFF kufuatia kufu, kauli ambayo aliitoa kupitia peji yake ya Instagram. Sasa nitakuachia usikilize kile ambacho ameweza kufunguka kwa mara ya kwanza, akiuliza swali kuhusu hii inshu ambayo inaendelea mpaka sasa mtandaoni na akaweza kujibu kupitia moja kati ya shirika la habari la Jembe FM lakini kabla sijakusikilizisha kile alichokisema, ni vizuri tukafahamu yapate tesi ambayo pengine ndio imewaaminisha watu kwamba msemaji huyu atapewa adhabu kama ifuatavyo. Kupitia page ya Twitter kwa, ama kwa sasa inaitwa X, mmoja kati ya wa wadau wa soka na hifadhi jina lake aliweza kufunguka na kusema ya kwamba kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, afisa na habari wa klabu ya Yanga Alikamwe amefungiwa miaka miwili na kamati ya maadili ya TFF, pamoja na wenzake Hamisi Mazanzala sugar wa Kagera Sugar, Ahmed Ali wa Simba hajakutwa na kosa, hivyo yupo huru. Kitumbo wa Tabora United ameachiwa huru, amerudi kwenye mpira. Hiyo ndio tetesi ambayo imesambaa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo inafanya wadau wengi wa soka waamini kwamba Ally Kamwe amefungiwa kushiriki mambo yote ya soka ndani na nje ya nchi, yaani asiongelee nchi yoyote kuhusiana na mpira wa hapa Tanzania. Sasa pengine ilikuwa haujui ni kauli gani ambayo imepelekea mpaka Ally Kamwe kuitwa katika kamati ya maadili ya TFF. Acha nikusomee kile ambacho aliweza kukisema kupitia mtandao wake wa Instagram, ambacho ndio kimepelekea matatizo yote haya, kabla sijakusikilizisha kile ambacho amekiongea baada ya hizi tetesi zote kutokea hapo majira ya jana kupitia shirika la habari, la habari la Jembe FM kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ali Kamwe aliweza kusema maneno kama ifuatavyo. Ahmed Ali kupitia peji yake ya Instagram aliweza kusema hivi: na leo sio mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, ni kama mechi kumi mfululizo. Kila mechi ya Kolo huwa ina mjadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha Kolo kupata ushindi, mara wapinzani wananyimwa magoli halali mara mjadala Kolo akifunga magoli ya ofsaidi na waamuzi wanayokubali. Tumesikia pia mjadala ya penati nyingi za mchongo zikiwanufaisha Makolo. This is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yatatokea, na huwa yanatokea kwa bahati mbaya kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Sasa hiyo ndio kauli ambayo aliweza kuitoa kupitia mtandao wake wa Instagram, ambayo ndio imepelekea mambo yote haya ya kuzuka na mpaka kuitwa katika kamati ya maadili ya TFF lakini posti hii ilibi reposted na page ya Rick Media kupitia mtandao wake wa Instagram. Aliweza kuposti hapo picha ya, ya Likamwe lakini pia akasema kwamba haya ndo maandiko ambayo yamempelekea shida yote mpaka kuitwa kamati ya maadili. Lakini kumbuka kwamba mpaka sasa kamati ya maadili ya TFF imekaa kimya, haijatoa uamuzi wote. Lakini tetesi ambazo zipo zinasambaa kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni ile tetesi ambayo inasema kwamba Alikamwe amefungiwa miaka miwili kushiriki soka la hapa Tanzania. Sasa baada ya hayo yote, msanii wa muziki wa kizazi kipya Bongo Fleva, na huyu si mwingine ni Stamina na Shorobwenzo, baada ya hizi tetesi zote kutokea mtandaoni, aliweza kuibuka na kusema ya kwamba, ngoja ni kusomea kile ambacho ameweza kusema Shorobwenzo. Baada ya hapo tukasikiliza interview ya Ally Kamwe ambayo aliifanya na shirika la habari la Jembe FM. Sasa Stamina Shoro Bwenzo, msanii huyu aliweza kuandika hivi kupitia ukurasa wake wa Instagram kuonesha makasiriko yake juu ya hatua ambayo pengine inasemekana kwamba kamati ya maadili ya TFF inaenda kutoa tamko kuhusiana na kile ambacho alikiandika Ally Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo aliweza kuandika kama ifuatavyo: Stamina mtaani, maisha magumu. Mnapokatiza riziki za vijana, muwe mnaangalia nyuma yao, kuna watu wanaowategemea. Huyu Ally Kamwe ni mpambanaji kama wapambanaji wengine tu, mpira sio uadui. Kazi hiyo unayomsimamisha juzi tu imemjengea mama yake nyumba mpaka vijana wale unga au wawe vibaka ndo mfurahi. Alafu akaweka na emoji ya makasiriko hiyo. Ndo statement ambayo ameweza kuandika kupitia peji yake ya Instagram, msanii huyu wa muziki wa kizazi kipya Stamina Shoro Bwenzo. Nimeona imekuwa reposted na watu wengi maarufu hapa nchini Tanzania, kufuatia hasira kali za wananchi ambao imewakumba baada ya kusikia tetesi kwamba Ally Kamwe anaweza akasimamishwa miaka miwili, japo kamati ya maadili ya TFF mpaka sasa iko kimya, haijatoa tamko lolote. Sasa interview ambayo iliweza kufanywa na shirika la habari la Jembe FM. ilikuwa ni interview nzuri ambayo mpaka sasa inaendelea kutrend kupitia mtandao wa Instagram. Interview ambayo moja kati ya waandishi wa habari ama presenter aliweza kumuuliza likamwe swali kwamba, vipi kama ikitokea ukaachana na maswala ya soka utenda wapi? Sasa niliona likamwe aliweza kujibu kwamba, mimi hapa hata hapa nilipokuwa afisa habari wa timu ya Yanga sikutegemea na wala sikusomea hichi kitu, wala sikudhania siku moja atakuwa afisa habari wa timu ya Yanga wala kuwa mchambuzi wa mpira. Hayo yote alipanga Mungu, hivyo hivyo hata mimi nikiondoka katika soka, ya Mungu ni mengi, hawezi kujua. Naweza nikawa fundi ujenzi, naweza nikawa mwanamuziki na nikagombania Trust Music Award na nikashinda tatuzo. Naweza nikawa mtu yoyote yule ambayo pengine msiponitegemea, na haya yote anapanga Mungu, na wala sio mimi mwenyewe. Na hebu sikiliza haya machache ambayo ameweza kuzungumza. Ukimwangalia usoni ni kama vile hana furaha, kama jinsi tulivyomzoea afisa habari wa Yanga, jinsi anapokuaga machachari, mwerevu mchangamfu lakini katika hii hapa interview, hata ukimwangalia sura yake kabisa ilikuwa imepoteza nuru, ni kama vile anaongea mtu kama mnyonge fulani hivi. Nitakuachia usikilize hii hapa interview, lakini baada ya hapo tutarudi tena tuje tujadili kwa undani zaidi. Mimi ni hii hapa Dax Media, ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa nguvu, ili kupata habari mbalimbali hapa hapa Dax Media. La tatu muuliza kuhusu nini? ukiacha kazi sasa, shaka, okay. Mimi kati ya kitu ambacho kinanisaidia duniani mimi nina imani na Mwenyezi Mungu, na imani kubwa na Mwenyezi Mungu kwenye kesho yangu, kwa sababu mimi sikuwahi kuwaza nitakuja kuwa msemaji wa Yanga, hivyo hivyo sikuwahi kuwaza nitakuja kuwa mchambuzi kwenye TV au kwenye redio. Nilikuwa na ndoto nyingine, lakini kwa sababu ilifia kipindi, ndoto zangu, jitihada zangu zilikwama na Mwenyezi Mungu akanionyesha ukubwa wake kwamba mipango yangu mimi ni hii kuhusu wewe utapita huku Kwa hiyo kutoka hapo nikaamini kwenye nafsi yangu kwamba kesho yangu ambayo naamini ni bora zaidi kuliko nitakayoyota mimi ipo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo uenda leo nimekuwa msemaji kesho nikatoka ukasikia nimeenda kuimba na mimi niko trace nagombea tuzo uenda ukashangaa kesho yake kuwa mwanasiasa na mimi wewe anaonekana bungeni wewe ndio, ukashangaa kesho yake nimekuwa fundi ujenzi najenga majumba wewe ndio kashangaa, kesho yake nimekuwa mvuvi na kuja Mwanza hapa atafuta boti nivue. Unaelewa, hizo ni kadari za Mwenyezi Mungu, na ndio anajua kesho itakuwa nini. Kwa hiyo mimi namaliza muda wangu, natumaini umesikiliza hii hapo interview ya Alikamwe ambayo alifanya na shirika la habari la Jembe FM. Sasa upi mtazamo wako kuhusiana na haya ambayo ameweza kuyasema? Ally Kamwe akiwa ameongea kwa uchungu na kwa huzuni kubwa na nyuso yake ambayo imekosa furaha. Shusha komenti yako hapo chini. Mi naitwa Daud Alexander Scodrizi, hii hapa ni Dax Media. Subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu pale pindi zinapotoka kila wakati, asante.